E, tumeona msomi anazungumza waandishi wa habari, wakaiposti, eh na, na, na alisema kwamba miongoni mwa maagizo alikuwa ni hayo. Nadhani mheshimiwa, kama rais, baada ya kumwapisha, alimpa maagizo ya siri, kwamba bwana, kuna hivi vitu vimechochea, vimeleta haya maafa na lazima watu hawa watuhumiwa wawashughulikia ipasavyo, vikaja hata kuleta taharuki kwenye jamii. Kwa maana yake ni kwamba waangalie, wanazungumzia wapi vikao vya ndani ni vyema wajifungie wao ndani wakazungumza siri za serikali ziweze kulindwa wasilete mkanganyiko na taharuki katika jamii. Hiki ni kitu ambacho hakikubaliki, haijalishi wewe ni nani, uko wapi. Tunapozungumza swala la sheria, tunapozungumza siri za serikali, tunapozungumza amani ya nchi, ili ni jukumu la kizalendo la kila Mtanzania, kwa namna yoyote vile lazima tuilinde. Tutapoisi mtumishi yoyote wa umma anataka kutufikisha babaya, tutamshauri Mheshimiwa Rais akitazame kikosi chake hicho kwa sababu kitatufikisha babaya. Kwa hiyo ni vyema sana kwa sababu hotuba ya Mheshimiwa Rais la, la, ilieleweka vizuri kwamba huu sio wakati wa mapambano, ni wakati wa maridhiano, tuchague he, hekima. Baada ya miemko, hivi vitu vingine vinatokea wapi? Mimi nimewasifu baadhi ya viongozi ambao wamekaa kimya, tunasubiri kwamba waheshimiwa wateule ambao ni wabunge mbalimbali waweze kula kiapo, tupate waziri mkuu, tupate spika, tumsikilize mheshimiwa rais atasema nini. Kwa hiyo tulitaraji kwamba mambo mengine yawe na subira, alafu tuangazie sasa tunafanyaje kuleta taifa kwa pamoja, kuthamini utu wa Mtanzania na sio matamko ambayo yataleta miemko. Kwa hivi ni vitu ambavyo napenda sana kuvisisitiza. Watumishi wa umma mbalimbali, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, mawaziri, mtu yeyote ambao wewe ni mtumishi wa umma, mnapofanya vikao vya serikali ni busara sio vyombo vya habari vishiriki mwanzo mwisho katika vikao vya ndani. Hapo tutakuwa hatufunzi siri za serikali na watakuwa hawakitendei haki kiapo chao kwamba kutotoa siri za serikali, isipokuwa kwa amri labda kwa ya rais au kwa maslahi ya umma, tutakuwa tukitendei haki. Hili niliona ni lazima tupigilie msumali, lazima tupigilie msumali. Wito wangu mwingine kwa maofisa wote wa umma, haijalishi upo katika taasisi gani ya ulinzi wale ambao wamefanya vitendo ambavyo vimeonekana kabisa hivi vinakiuka haki ya kuishi haki ya uhai kwa mtu, hatuwezi nyumba mfalume atakikuwa natuma hata kidogo. Hatuwezi kusema kwamba ni jeshi limefanya, ni wao ndo wamefanya, kwa sababu sheria inakutaka kiapo chako ni kutii amri halali. Kutoa uhai wa mtu si amri halali. Katiba imesema haki ya kuishi hiyo ni haki ya wajibu, ni haki ya asili toka kuumbwa na kuzaliwa wa kwa mwanadamu, ni ya haki. Tumewaajiri, wanalipwa mishahara ya umma kwa kodi zetu, ni kwa sababu ya kutulinda. Huo ndio ukweli. Inapogeuka hapo, tafsiri yake ni kwamba umevunja sheria, umevunja katiba. Akifanya mwananchi wa kawaida tutamshtaki kwa mauaji. Sasa iweje ofisa ambayo umeapa kulinda hicho kitu ufanye tukuache? Ofisi ya mashtaka ya taifa ikuache wapi? Na ile ni ofisi ya taifa ya mashtaka, na sio ofisi yao. Tunasema ofisi ya DPP lakini ni ofisi ya taifa ya mashtaka, ni taasisi ya umma, ni taasisi yetu. Wanaandaa wa mashtaka kwa maslahi mapana ya taifa, hawatakiwi kumlinda mtu yoyote, haitakikani.